Karibu futari huduma kwa wateja. Ili kupata msaada tafadhali bonyeza alama ya kitufe kwenye simu yako. Kwa huduma za kufuturisha bonyeza moja. Kwa huduma za kufuturishwa bonyeza mbili. Hapo mbili. Kama huna hata hela nauli bonyeza moja. Kama una usafiri wako bonyeza mbili. Kama unakuja na boda ya kawaida bonyeza tatu. Hapo sina nauli moja. Umechagua kitufe kisichokuwa sahihi. Tafadhali fuata maelekezo. Sio sahihi. Kama huna nauli, jamani, nimechagua na moja. Moja na bonyeza tena. Ah, kumbe umedhamiria eh. na mtu wa huduma wetu. Tafadhali subiri. Na subiri, hey. Halo. Ha, wa kitengo hmm. hicho na subiri eh, hakuna mhudumu wa kike, wataka mhudumu, ataka futari, nipeni ratiba. Wewe ndio huna nauli kabisa. Kwani hilo ni swali hmm. una miaka mingapi? Tu, arobaini. Ah, sasa futari za bure tu? Oh, ambazo zipo ambazo huna nauli, na zipo sehemu nne. kuna Tabora, Songea, Tanga na Ilinga, ila futari za daa zote ni nauli yako. Kwa, kwa hiyo nikiwa na nauli hapo naenda wapi? Palikopika vizuri. Wewe unataka vyakula vizuri, unataka futari sasa. Yani nitoe mfano nauli ya 1500 kisa gimbi na uji? Si bwana nipike kwangu, kumbe ile futari unayo ha, umenipa wewe. Unapigiaje hesabu bajeti za watu? Hebu nisikilize menyu iliyopo, halafu utachagua wende wapi kama utakuwa na nauli sawa. Riverside. Kuna mtu afutulisha vitumbua na juisi. Sitaki. Tabata. Kuna mtu afutulisha chapati na soda. Mwache aendelee kufutulisha. Magomeni. Kuna mtu afutulisha biriani kavu na maji. Huyo muuaji. Segelea. Kuna mtu afutulisha mandazi na maharage. Sitaki. Kinyerezi. Kuna mtu afutulisha donut na uji. Makongo na Tegeta. Kuna mtu afutulisha chipsi kavu. Hakuna vya kuchinjwa. Hivyo ndio navyo tajiri. Kuanzia Ubungo, Kimara, Mbezi kuna mtu anafutulisha viazi vitamu na maharage. Ah, hamna, hapana hapana, ushuzi wangu na ujua. Na kuanzia Mlimani City huko, sijui sehemu za town town, maposta posta huko kwa Wahindi, mashishi food huko kwa wasanii, mpaka wewe na usafiri wako. Miguu yangu mbona ninayo, kwani me, nimekatwa? Nime, kwani nimejitambulisha mimi kilema mwanzo? Yaani gari unalo? Sina. Basi angalia kati ya sehemu hizo kutajia. Sema ipi, nikupe location. Angalia basi ambaye ambaye kachinja hata Umetaja vyote vya kuziba choo, hatuna oda. Aliyechinja tu au tukuchagulie? Si wenyewe ona futari wapi? Ofisini sasi, bwa niji hata hapo, a upungufu wa akili eti unauliza, unashangaa vitumbua na juisi, biryani kavu na maji mepagaa wewe eti.